La kidole tunashusha bega. Baada ya kushusha bega tunashusha shingo. Sasa <laughs> ibu jifikirie kwa hizo kodi ninazo kukupa. Utatoka kwenda kutuoni, kupiga kura. Jifikirie mara mbili mbili. Jifikirie mara mbili mbili. Kama una jirani yako, mimi jirani yangu nilimwambia kabisa. Jirani yangu nilimwambia. Nikamwambia kabisa ndugu yangu. Usijichanganye ukienda kupiga kura. Itakutoa kafara usijichanganye ka, ukajichanganya kabisa kwamba mimi hatari tena tisa na jitokeza kwenda kupiga kura, unatolewa kafara, ndugu yangu, unatolewa wak... na hili si urasa... si la mchezo hili hili, watu wako serious, wananchi wako hapo, si si... haturali. Nimeshinda kwenye hii page mpaka saa tisa usiku nikaweka simu yangu charge, watu walikuwa 400, 300, 400 hawalali kwa sababu ya mabafu, ndio kwenda kupiga kura. Afu tuache kinyonge, tunawatoa kafara, tulazima tuwatoe kwa kafara mbaya. Lazima tutoe kafara. Naomba mtu aendelee nikuta na hudumia mteja hapa kwanza, ninarudi kuendelea. Nipo, asante sana. Naomba, naomba niongee kwa sababu nimekaa kwa muda e, <coughs> mapambano na kwa kweli tutaenda mapambano. Wazungu wanasema there is no better way of killing your enemy. Tutaenda huko e, ijapokuwa watu wengine wamesema tusitoe mbinu. Nilikuwa na mbinu kadhaa, kwa sababu kuna watu wanaweza kuwa naungana na sisi kwa sasa lakini moja hapo, nilikuwa nataka wale polisi wataenda maandamano, nyumba zao nao tuwageukie, tuwachome. Hapo si yeye ako maandamano, anataka kupiga watu, na sisi tunageuka tunaenda tunawapiga na tunawachoma hizo nyumba, hatutaki kujua. Don... Yani, hata kama ni familia zao tutawachapa kabisa e. Jinsi ya pili ni kupambana na hizi gari za mabomu na vitoa machozi. Hizi gari za kutoa machozi, nakumbuka, kila mtu anajua ulezi, ulezi ukirushia hii gari ya, ya, kurusha haya maji ya kuasha haiendi, inasimama. Alafu kama hizi virusha I mean, vitoa machozi hizi, mkijipaka Colgate huku kwa macho, zinakuwa zina, zina, zinapunguza makali ya, ya kuumwa na macho. Pia tusikose kubeba maji. Ya tatu kuchoma tairi. Ya kuchoma tairi katika hizi hizi mabarabara kwamba waweze akaja na hizo magari na kutukimbiza. Alafu kombeo na manati yatembee kabisa. Kitu kingine ni ushirikiano. Msipende mtu ama mpambanaji mmoja akachukuliwa akaenda, maana akienda ataenda kufanya nini? Ataenda kuuliwa. Ataenda akiwa anapoteza ama akafunguliwa kesi ambayo ya haina dhamana. Kingine ni hawa watu wasaliti, wanaenda kutiki au vidole sijui e, zishughulikiwe zikato, hicho kidole kiko na ingi, hicho kidole kisi, yani asiwaienda kuambiwa tena, asitiki akaenda kutiki, washughulikiwe. Na wenye wengine wana hata wale watu wachache wako madarakani au ni, au, ni representative au mapasta wote nao mapolisi kwanza, wenye wanatoa habari <coughs> mahali wanakaa. Hata kama watatoroka hata kama hatutawafikia familia zao pia watajuta, amaana hutatoa mtu hapo haenda kaue watu eh? na wenye wanaenda kupiga kura basi tufanye ile taaruki kwanza hapo kwa kupiga kura. Najua ikifanywa propa hakuna mtu ambaye ataenda kwenda kupiga kura, alafu ushirikiano, twende tukiwa tunajuana makundi kumi kumi na tano hivi, kumi kumi na tano watu, kwa sababu hao polisi wanasema wanakuja kuingia katikati yetu, ambao watakuwa sasa wanatuangalia wana, wana tu, wana venye tunafanya na kutu, kutu, kututeka pia tuwajue, kwa sababu tukianza kushughulikia moja tu Wataanza kuogopa hata wao. Hakuna mtu ambaye aogopi uwai wake ukitolewa. Alafu baada ya mapambano, baada ya, ya hii hii <coughs> mapambano, tususie bidhaa zote za tajiri ambaye ana, ana sapoti serikali ama mwanasiasa ambaye ana sapoti Na nataki kutusupoti tuwa unfollow. Kisha ee, nafikiri na Tanzania itakuwa inamulikwa sana na international community, kwa hivyo tutakuwa tunakiwasha na kukinukisha tukiwa tunajua tunapambana na na, na, na mbeberu mweusi, yaani hapo ni vita. Na ukule vizuri ushibe, na alafu ubebe jugu za kuongezea nguvu na glucose. Naomba kufikia hapo ndio mwingine achangie. Asanteni. Wapambanaji mmechoka. Ka ka karibu Network, Network Tanzania ongea, Network. Karibu Network. Na. watu ambao wameshaongea watu kimfano, Mr Daniel Shuka, achia lumu watu wengine wapande. Unavyoshikilia hivyo, unaziba watu wengine kupanda kuongea, ni uh, kweli Ah, sorry. Watu watu wameshikilia yani block moja, baada ya kama umeshaongea kutap tap ntaku mbona tumeshuka sana, tulikuwa watu 1000 tumebaki 600. One one love, one, one Tuko, one one yeah. Yani tatizo yani, sijui kama vile unajisahau. Watu yani, watu wameshaongea, wameziba room. Kuna request kama sijui hamsini ziko chini zinasubiria, watu wameshaongea wamekaa hapo hapo hawataki kutoka, watu wengine wapande. Please. Ukishaona mtu ameongea ashuke akae chini asikilizie watu wengine wapande, umeona? Nani? sauti ya mamlaka sauti ya, yenye mamlaka, nikwambie kitu naam. kuna kitu kinachofanyika hapa ambacho mimi nashindwa hata kuelewa, yani That's... watu wako wengi wanaoomba request, najitahidi nikiona mtu ameongea na mshusha, nikimshusha anaomba request tena anapanda. Yule aliyeomba request mwanzo inaonekana kama request yake tayari imeexpire, kwa hiyo anayeomba sasa hivi anapanda haraka haraka, ndio kitu kinachofanyika sasa. Mi hata sielewi sasa dawa yao ni kwamba tukiwaambia kama umeshaongea shuka chini mwenyewe, la sivyo, tutawapigeni block, mtakosa hii live. Ukiona umeshaongea yani shuka, wengine wapande, kisha mtu anaomba request ya haraka haraka, yule aliyeomba request mwanzo inakuwa si request yake, yani mpaka airudie tena. Kwa hiyo anapanda mtu aliyeomba request ya sasa sasahivi. Mi nimefanya sana hicho kitu mpaka nimechoka. Watu tulikuwa elfu moja hapa, sasa hizi tumebaki mia sita kwanza wa